Mambo poa, habari yako? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Nuru. Nuru, tumekuja hapa kama ulivyotuambia kwamba una kisa chako, wataka kutueleza. Hebu ueleze watazamaji wetu wa Shasta TV waweze kuelewa kisa kilichokutokea. Yaani mimi katika maisha yangu, kisa ambacho kilichonitokea, yaani ambacho siwezi kusahau katika maisha yangu, mimi napenda sana ni kujirusharusha, mambo ya kulabata, biabia, bia nini, pombe kali nini napenda sana Kuna siku moja nilitoka mimi pamoja na rafiki yangu, tulienda wapi ba. Tumefika pale baa, tulipofika tu tukamwona mbaba fulani hivi, yani baba yule ni anaonekana ana pesa sana, alikuwa amekaa alikuwa amekaa peke yake, amekunywa amekunywa. Baadaye sisi ndo tukapeleka shobo kwa yule baba, tumeenda kwa yule baba tumemnywea bia zake yule shoga yangu akanikimbia nikabaki peke yangu. Sasa nilipobaki peke yangu yule baba akainuka akaniambia, aka, inuka, aka, aka niambia, tulia hapo, nenda kuchukulia kinywaji kwa kaunta. Nikamwambia poa. Ameenda kwa kaunta, amenichukulia kinywaji, amekuja pale, kile kinywaji kasha kifungua tayari. Basi nimekafika pale, tumekaa, akanipa kile kinywaji, akaniambia, nimekuletea kinywaji hicho. Nimechukua kile kinywaji Nikawa nimekunywa nimekunywa mpaka mwisho yani, ile namalizia kusema ulikuwa yani, yani, yani sijajielewa yani, sijajielewa kabisa. Yani yani, yani hujajielewa kivipi yani? Yaani sijajielewa, nilijikuta tu ni yani macho mm. ya, ya, yani siwezi kufumbua yani, kizunguzungu yani, sioni mbele yani, pale pale nikapoteza mawasiliano yani, nikadondoka pale pale yani kama nimezimia fulani. Baadaye nilipokuja kuzinduka nikajikuta nipo guest nipo gesti, halafu sasa nipo peke yangu hapo gesti na sikumbuki nani alinipeleka au nilienda na nani pale gesti, mule ndani sa sasa kila nikijitahidi kuinuka hivi nashindwa, kila nikijitahidi kuinuka nashindwa yani Niki yani, nikijiangalia huku katika makalio yangu yani nakuta mavi yani yani, mavi yametapaka yani, nimechafuka yani yani, nimechafuka nimechafua hadi mashuka ni kwa kweli, yani nikawa nashindwa hadi kuinuka yani, sikujiweza kwa kweli, mpaka mhudumu wa gesi ndo kaja kunisaidia yani. Kusema yule kweli, nijisikia vibaya sana, kwa sababu ule baba kama ni yule baba basi ndo alikuwa ameniingilia nyuma maumbile yani, alikuwa ameingia kwa mpalange, afu mimi ile michezo mimi sijaizoea hata nini yani. yani sijaizoea, kwanza sipendagi tu ile michezo lakini huwa tamaa zangu ndo zimeniponza. Kwao unawashauri nini watu wengine? Yani mimi nawashauri tu watu wengine, yani wadada wengine, ni jamani, msiwe na tamaa. Tamaa sio kila mwanaume tukumdandia dandia, jamani. Mi alionikuta ndo hayo, nimeingiliwa sehemu ambayo sio na sijazoea kabisa, yani kusema ule kweli mimi <laughs> nah,